Hello, today tuna new video from Aziziki and Hamisa Mobetto. Kama wewe ni mpya kwenye hii channel basi guys, kusubscribe, like and comment. Huyu ni Hamisa Mobetto akiwa na Aziziki. Hii video imekuwa share na Aziziki mume, mume halisi kabisa wa Hamisa Mobetto eh? Cha kibuno hilo hilow. <laughs> Well, uh, Hamisa amekuwa sasa hivi sio mtu sana wa mitandao, yani akiposti yeye anaposti biashara zake basi. Kwahiyo, baada ya muda kidogo wametupostia hii video nzuri kabisa and uh, hajaiposti Hamisa mwenyewe hii, ameiposti Aziziki like yuko on the vacation. Ok, I don't wanna talk much. mm, subiri ni waachieni hapa mumwangalie Aziziki akiwa na Hamisa Mobetto wana have fun, wana enjoy though the video sio ndefu ni ndogo tu, lakini hebu angalieni hapa jamani, wee hadi e, e, e, e. Raha kama una mpenzi hiyo imekula kwako. Ok guys tuangalieni hapa kidogo, halafu sasa tutaendelea na mambo mengi tutaendelea na umbea mwingine. Well guys, wanandoa wanaenjoy tu maisha wanakula good time. And my favorite part, eh hey, hey, jamani Hamisa <laughs> ah, jamani ndoa ndoa tamu hatari hmm, Azizi jamani, karelax hapo, watu walisema ah, jamua yeye eh. Ah, jamani mnataka nini tena, mnataka mwoneshwe nini tena? Eh, lakini mi nimependa vile Hamisa hana mbwembwe kama watu wengine, wakiolewa basi wana mbwembwe, mara oneshe, huko oneshe, huko. Hamisa yeye anatuonesha vitu kwa kitu, maana ndoa zile za show huwaga zinaishia pabaya siku zote. Kuna, kuna wadada wakiingia kwenye ndoa tunataka nataka aoneshe jinsi anavyopendwa, anafanywa hiki anafanywa hiki. Jamani, husuda zimejaa mjini, unaturusha roho sisi, kumbe watu wanawatini tumi jicho kwa hiyo Guys play cool, Hamisa anaweza kakaa mwezi mwezi na nusu, ndo anatuonesha yeye, he hivyo, ni mpaka tunawamis jamani, wako pamoja, hako pamoja, hivi ndo inavyotakiwa. E, lakini sio kila siku ye, ye ye ye. Well and this is also my favorite couple, naipenda sana hii couple. Mungu ajalie wadumu, na kama wewe unaipenda hii couple basi comment hapo chini. E, Hamisa and Azizi Ki forever. Tusubirie katoto tu hapa, sijui kanakuja lini? E, Mungu ajalie tukae tukisubiri katoto kingine kahamisa. Ila hamisa bwana e, ana akili yeye e, hataki kuwa na losers e, hataki kuwa na broke people. Watu wote ambao watu walokuwa na Hamisa ni watu wenye kujielewa, watu wenye pesa zao, baby daddy wake wote wana mishiko hii. <laughs> Ndo akili ya maisha sasa, so unazana mtu, mnaanza kubishana, mnaaza eh, mnaanza kugombana, mambo ya kulipia ada mtoto kaopoa, anaopoa vitu vinavyoeleweka. Ukiangalia Dylan eh, baba yake Diamond ana hela za kutosha, japokuwa inasemekana sio mwanawe, lakini mm, mimi I'm not sure, sijui lakini nachojua Dilan wa Diamond, ukiangalia baby Fancy baba yake Majizo anamshiko, ana mshiko wa hatari. Kwa hiyo Hamisa yani ka, ikafanya yani, jambo la maana sana kwenye maisha yake, and finally yuko na Azizi Ki. Sasa hapa tusubiri tuone katoto. Mungu ajalie, kama nilivyosema, waondoshe macho ya husda, wadumu. And ukiachia mbali hamisa kuwa na kuwa na watu ambao wanajielewa, wana uwezo wao, yeye pia ni mpambanaji, tunaona kila siku kwenye biashara zake. Ni mtu yani mpambanaji, hajakaa kaa kusubiri. Unaambiwa best revenge ni kuwa success, yani ku succeed in life, kuwa successful eh, ndo hiyo best revenge. Kama alikokuwa anasemwa kule na mama Dangote, hakuwa eh, jibu, lakini yeye kajibu kwa vitendo eh, yani, hivyo kama unavyomwona mwenyewe Mungu kamjalia kafanikiwa kwenye maisha. Kwa hiyo ukitaka ku revenge maishani, we pambana ufanikiwe, acha kujibujibu watu ovyo huko. Mtu akikukera achana naye, we pambania ndoto zako. Mshiko wako ndio utaongea kila kitu. Haya jamani, wangapi wanampenda Hamisa e? kuna Hamisa, kuna mtu ambaye hampendi Hamisa Habishani na mtu mtandaoni, uko kimya, habishanaji na mtu yani ana play call. Na bila kusahau kwenye suala la kuvaa, Hamisa ni hatari, yani fashion anaijua kisawa sawa. Kwa hiyo in short, maisha kayapatia vizuri tu. Well guys, kukuongea sana, thank you so much for watching. And I hope umeenjoy hii video mwanzo mpaka mwisho, basi usisahau kusubscribe Weka like yako, weka na comment yako hapo. Na kwa wale wadau wa hii channel, I appreciate you so much. Asanteni sana kwa kuwa na mimi siku zote, bye.